Uangalie intelligence yako ikupe taarifa ya ukweli. Huku pembeni kuna maneno mengi sana, kuna kelele nyingi sana. Sometimes unashindwa hata kupita na jina nguo ya chama, kwa sababu ukipita maneno yanayozungumziwa si mazuri. Kuna wana CCM wako huku wanaimba, ikifika usiku wanaomba, no wanaimba no reform, no election. Asubuhi hawataka kuzungumza na hawataka kuonekana. Na ukicheki, kuna wana CCM wengi wana support upinzani kwa swala la no reform, no election, wamejificha tu lakini wanasapoti kwa fedha na wanaambia, bwana, mliposhikilia hapo msiachie shikilieni hapo kwa no reform no election wanazungumza kwa hiyo ukiona watu wanazungumza, ujue moja kwa moja kuna usaliti ndani ya chama. Sasa kama kuna usaliti ndani ya chama, maana yake kwa tukio hili la huyu Msingida lilotokea, sio tu watu wa upinzani na wananchi wengine hawajalipenda, hata wanachama ndani ya chama cha Mapinduzi hawajalipenda hilo swala. Kwa hiyo wanashindwa kuzungumza, wanazungumza ikifika usiku, asubuhi wako kimya, ila tukio kile, huko machocholoni wanapata sehemu, wanapata bia mbili tatu, wako sehemu kwenye vilinga, wanazungumza hayo maswala. Kwa hiyo ili kuweka sawa sawa, kwa sababu sisi tunajenga yote chungu kimoja na kama tulivyo Watanzania, Watanzania wote sisi tumeumbiwa upendo na mshikamano, na ndio maana tunaingiliana. Leo naona kaka katibu wa chama cha mapinduzi kaoa, mama mkwe wake ni mjumbe wa Chadema, mama mtu ni, ni, ni mjomba mtu ni mtu akafu mtu mwingine ni wa IST Wazalendo, ukoo ume... kila chama, kila sehemu kuna chama. Huku kuna CCM kule kuna kafu kuna IST wazalendo kuna nani kuna TRP. Kwa hiyo tume tuna muunganikano mmoja ambao umetengeneza kitu kimoja, tumekuwa na amani kwa muda mrefu kwa katika hivi vyama. Chadema ni kama watani wetu. Sasa katika utani tumejenga familia, tumejenga koo, tuna mwingiliano mkubwa sana wa kifamilia. Sasa mpaka leo hii, ikitokea mgongano kama huu, utaleta changamoto changamoto, eh, itakavyotokea chochote, kwa sababu mii nilizungumza, eh, huyu Msingida pamoja na yote ya kule, ya kuletewa hiyo ya kupatiwa ya hiyo kesi ambayo walifanya kimsingi alifanya makosa. Mimi siwezi kutaka kuingilia mahakama lakini kwa mazungumzo yake, mimi ninachoona kama mwana CCM ni alifanya makosa kuzungumza maneno mabaya ya uchochezi. Sasa huyu msingida pia natakiwa tujue kama, chama tunadili na mtu gani huyu msingida ametokea kuwa na upepo mkubwa sana. Mimi huwa nazungumza ukweli, huwa sifichi kwa sababu kama mtu ameweza kukaa

kwa maandishi kwenye chama changu kwa kumpeleka katibu wa chama, lakini pia nikaona sio vema nikazungumza, ili ikawa mwenyekiti wangu wa chama ukasikia, ni bora ukawafanyia kazi. Naona hapa mkoa pana kelele nyingi sana, kiasi kwamba inatupelekea e, nataka kuleta doa kwenye uongozi wa Mama Samia, na mimi hiyo siwezi kukubali, kwa sababu mimi Mama Samia nimeanza kumzungumzia hata kabla ajawa makamu wa rais mpaka anakuwa makamu wa rais, nimezungumza mpaka anakuja kuwa rais, nimezungumza. Sasa inafika wakati tunakosa hoja kwasababu tumeshazungumza, CHADEMA tushaka nao tunatafuta wale mambo, ni wanaongea sana, tunakaa nao, tunazungumza, wanazungumza bwana, sisi tutaka hiki na hiki. Mambo yakaenda sawa sawa, na tukawa tuna prize kwamba, bwana, hebu tulia, uongozi umeingia mpya, mambo yatakuwa sawa sawa, na walikuwa na imani. Sasa imani waliiona mwanzo, of course, ukiangalia mazungumzo yao na hoja zao wanazo zungumza zinaleta mantiki, kwa sababu hawa watu hakuna mtu ambaye ajui, sio mtoto mdogo wala mtu mzima toka uchaguzi ulianza hiyo 19 na 20, 20, 24 ambao ndio ilikuwa mbaya zaidi kwa wao. sasa hicho kitu sio kilaisi kuzungumza, watu wanajificha hata kuzungumza, lakini ukweli ndio huo, hawa watu na wao wana, wana, wana mioyo. hmm. Uchaguzi umefanyika kama changamoto zilizotokea kama tulivyoona ni hivyo imetokea, sawa, siwezi kulizungumzia sana, lakini hawa watu ni binadamu wana mioyo wana familia, basi tuangalie namna nzuri ya kukaa nao sasa kama sasa hivi watu washiriki uchaguzi, mimi naona ni vema tungeangaliana namna gani, hata kama hatutofanya reform kwenye katiba nzima, basi tutafute vile vitu vidogo vidogo wanavyotaka tuvirekebishe, swala tu Chadema nao waingie kwenye uchaguzi, maana ndio chama kikuu cha upinzani, tufanye uchaguzi kwa pamoja kulikoni hao watu bado naona wana maumivu makubwa. Sasa tukiingia tena kwenye uchaguzi huu napo hawapo, tutatengeneza kitu kibaya sana, ambacho sio kizuri kwa tunakoenda. Kama nilivyosema sisi ni nchi ya amani. Nchi nyingi, karibia nchi zote za Afrika zinategemea Tanzania. Wanapopata matatizo, wanataka wasuluhishi kutoka Tanzania, kwa sababu unajua sisi tumekaa kwa amani muda mrefu mpaka leo tuko tuna amani, tunaingiliana, hatuna ukabila, hatuna udini, hatuna kitu chochote kwa sasa. Kama imetokea ni hivi, basi sisi tuendelee kuulinda, kwa sababu kuna nchi zinatuangalia nyingi sana. Sasa ikitokea na sisi tumeanza hizi yakaeka, hizi yakaeka sio ndogo hizi yakaeka ni kubwa sana, lakini naona mimi nakushauri na mama mwenyekiti wangu wa chama uangalie intelijensia yako ikupe taarifa ya ukweli. Huku pembeni kuna maneno mengi sana, kuna kelele nyingi sana, sometimes unashindwa hata kupita na nguo ya chama, kwa sababu ukipita, maneno yanayozungumziwa si mazuri. Sasa hasa sasa hichi kipindi cha ujuzi tunachoendelea, kuna mambo mengi hapa katikati. Basi mimi nilikuwa naona haina budi nikumwachia tu Msingida aingie ulingoni kwa sababu najua hata ingefanyika reformu ya aina gani, ingefanyika reformu ya katiba mm, yote kwa ujumla, zingefanyika reformu ndogo, Chadema haina nguvu ya kuishinda Chama cha Mapinduzi. Lakini ombi langu kwa leo kwa mheshimiwa kwa Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, e, mimi kwangu nilikuwa na ombi moja, huyu bwana Msingida ungeamua umwache huru Ungeangalia namna yote ya kufanya. Ungeangalia namna yoyote ya kutumia njia nzuri kwa sababu tunajua wewe ni rais wa Tanzania. Ungeangalia namna gani ya kufanya kumwachia huru huyu Msingida kwa sababu naona kuna nchi zingine zimeanzisha ajenda za za kisiasa ambazo CCM ni mbaya kwa nchi zetu hasa kwa kupitia hili swala la huyu Msingida. Kwa hiyo mimi ombi langu kama mwana CCM, nilikuwa naomba Mama Samia ili kutokutia doa uongozi wako kwa sababu uongozi wako unafahamika ni uongozi uliotukuka. Hakuna mtu asiyezungumza, upinzani wenyewe wanazungumza, tunakaa nao viringeni, wanazungumza, tunakaa nao vijiweni, wanazungumza. Ni kwa sababu tu wako hivyo ni wapinzani, kwa hiyo watajaribu kuleta hoja na kupinga kila kitu kinachotokea, lakini ukweli wanaujua na wanazungumza kwamba mheshimiwa rais amekuja na uongozi wake tofauti ambao kwao pia ni mzuri japo. Kwa hiyo mambo, kwa mimi nasema Mheshimiwa Rais, kwa mambo madogo madogo kama ya Chadema, Chadema sasa hivi imekosa ushawishi Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema hakina ushawishi tena kwa wananchi, kimeshakosa, kimeshakosa, kimeshakosa ushawishi kwa wananchi. Kwanza hapa jana viongozi wao wastafu muhimu zaidi ya hamsini wamejivua wanachama. Mimi nimetoka nime kuzungumza, kuna mambo mengi huku yanaendelea ambayo watu wanayaficha, hawataki kuzungumza. Kuna wana CCM wako huku wanaimba ikifika usiku wanaimba no reform wana no election. Asubuhi hawataki kuzungumza na hawataki kuonekana, na ukicheki, kuna na CM wengi wana support upinzani kwa no reform no election, wamejificha tu, lakini wanasapoti kwa fedha na wanaambia, bwana mliposhikilia hapo msiachie, shikilieni hapo kwa no reform no election wanazungumza kwa hiyo ukiona watu wanazungumza ujue moja kwa moja kuna usaliti ndani ya chama. Sasa kama kuna usaliti ndani ya chama, maana yake, kwa tukio hili la huyu msingida lilotokea, sio tu watu wa upinzani na wananchi wengine hawajalipenda, hata wanachama ndani ya Chama cha Mapinduzi hawajalipenda hilo swala. Kwa hiyo wanashindwa kuzungumza, wanazungumza ikifika usiku, asubuhi wako kimya, ila tukiwa kioko machocholoni, wanapata sehemu, wanapata bia mbili tatu, wako sehemu kwenye vilingi, wanazungumza hayo masuala. Kwa hiyo ili kuweka sawa sawa, kwa sababu sisi tunajenga yote chungu kimoja.